Ambiwe Jirongo alikuwa Mluya, alisimamia mambo ya Waluya na wale wanasema mambo mengi hapa ya Luya Unity. Hamukujua moyo wa Jirongo. Tukizika Soita Shitanda, Jirongo aliongea, Jirongo aliongea, aliongea kama mwanaume, alitaka Waluya tuungane twende mbele kwa njia moja. Sasa leo hoja, tukiwa hapa siku leo iko stori mingi hapa ya Waluya kushikana. Mimi kauli yangu ni tofauti kidogo. Sisi tangu 1963 Waluya tumekuwa wapiga kura, watu wanakuja wanatumia Waluya kwa migongo yao, wanavuka wanaenda, wanasahau hawa raia ambao ni wananchi wanawapigia kura. Kauli yangu ni hii, nimesikia viongozi wetu wakubwa hapa Waluya anasema anasemao 2027 sio yetu, mimi nimejipanga 2032, hiyo ni yako. Sisi tunataka mluya kwa meza 2027. Waluya mnataka 2027 ama mngoje 2032? Mnajua ndugu zangu Waluya tuambiane ukweli, wale waluya wako na roho kama ya huyu Jirongo ni wachache sana, watu wawili watatu wakianza kukula wakiwa ndani ya serikali wanafikiri Waluya wanakula. Hapana, hapana, hapana. Nyinyi mkikula, kuleni ya saa hii. 2027, Waluya watajipanga wakuwe kwa meza, na wale wanataka sapoti ya Waluya, taarifa iwafikie ndio hii, wale wanataka Mluya asimame na wao. Mnisikie na mnisikie mzuri sana, mnisikie mnisikie mimi nakasirishwa sana. Mimi ni Mluya, ukikata hapa utaona jogoo inatembea, yale mambo yanaendelea hapa. Ndugu zetu wakienda maendeleo huko kwingine, maendeleo inaendelea sana lakini, hapa kwetu hakuna maendeleo. Hapa kwetu barabara zikikuja ni za milioni mia moja. Mumeona juzi rais amekuwa Kiambu, barabara ni ya bilioni nne kuendelea mbele barabara zetu tuko nazo hapa ni zile bado Rais Uhuru Kenyatta ulituachia hapa. Tuambiane ukweli, katika hii mkataba mambo ya Waluya ni nini? Mheshimiwa Gumo, umesema mambo na nikakusikia mzuri sana sisi kama jamii ya Waluya, wale ambao wanakula saa hii, kuleni nao, wananja wafurahi, kuleni na mkule na mnyamaze.